Halafu ndio tuje tuanze. Tuanze hivi hivi taratibu. Tutakuwa tunaenda tunarekebishana humo humo kwa wakati. Na lile swala la kadi kama mlivyoongea, sisi kama kanda ya ziwa tutalifanyia kazi ili kama ni yao kuja kupata kadi kwa kupitia huku tuone litawezekana vipi ili mjoganize madereva waje wapate hivi ile endelee na mfumo, lakini mfumo utaanza kama ulivyotangazwa. Uh, tunashukuru kwa uwepo wa mfumo ambao umeletwa na jeshi la polisi, kikosi cha usalama barabarani ambayo leo tunaona kwamba tumepokea elimu tukishirikiana na Maratios kanda ya ziwa, lakini elimu hii ambayo tumeipokea sisi tumeipokea tukiamini kwamba mfumo utatusaidia kuweza kuondokana na changamoto mbalimbali ambazo zilikuwa zikiwakabili madereva, ikiwemo uwepo wa vyeti feki, lakini pia hata kuwepo kwa watu wasiokuwa rasmi na kuweza kuwadanganya watu kuingia katika utapeli, kuwapa vyeti feki. Kwa hivyo tunaamini kwamba mfumo huu unaenda kutusaidia sasa kurasimisha taaluma hii yao Tanzania hii ya udereva, na hivyo madereva wote watakapokuepo nchini sasa, kama wameingia kwenye huu mfumo rasmi, huu mfumo utawaweka wazi, na hivyo na uwezo wa kutambua dereva anapokuepo Mwanza, hata kama amesoma Dar es Salaam, lakini kwa mfumo huu utanisaidia na kurahisisha mimi kuweza kutambua kwamba huyu dereva amepata elimu ambayo inastahili na inayokidhi viwango. E, nasema kwamba mfumo umeanza muda mwafaka. Mfumo unakwenda kuondoa ombwe lilokuwa kati ya vyuo vya binafsi na vyuo vya serikali, kwa sababu sasa tutakuwa kwenye mwonekano mmoja, yaani sale certificate utakapokuwa processed kuanzia kwenye hatua za mwanafunzi anapoingia, anapodahiliwa, anapopata matokeo yake, hatimaye mfumo unatutemea cheti hata ile view ya cheti yenyewe itakuwa haimtofautishi kati ya huyo alosoma private na serikali, isipokuwa ile logo ya chuo na ufaulu wa mwanafunzi ndio utakuwa status nzuri ya kumbeba kwenye ajira. Kwa hiyo mi nasema mfumo umekuja muda mwafaka, ni sisi wakufunzi pamoja na wakuu wa vyuo tuupokee na tuweze kutimiza matakwa ya mfumo ili kusaidia ombo lililokuwepo kwenye utangazaji wa ajira kwa sababu walikuwa wanatoka vyuo vyetu hivi vya private, walikuwa hawana kipaumbele sana kwenye ajira. Kutokana na nini? Kulikuwa kila mmoja ni soko huria, kila mmoja anatumia nguvu yake. Sasa kutokana na mfumo kuja, ni mfumo ambao unakwenda kuweka level moja ya madereva, kwamba cheti chake kuanzia mwonekano, lakini kuanzia muda aliotainiwa na kila kitu, kitaenda kumwona huyu mwajiri anamtaka dereva ambaye anafanana na namna alivyopatikana, na mfumo ni mmoja uliomwandaa huyo dereva kwa maoni yangu kama mwalimu nimepokea mfumo mzuri. Na shauri kama serikali kupitia jeshi la polisi watengeneze wa, wa, wa watengeneze darasa la tu, tuweze kuzalisha walimu wa udereva kwa kanda ya Ziwa, kwa sababu tutaonekana kama uhaba ni, ni mkubwa sana kwa upande wetu gej, nani upande wetu wa kanda wa Ziwa, kwa sababu sasa hivi vio vingi kwa kufanya tukisajili kwa kufunzi mmoja mmoja, naona kama mfumo hautakubali na wakufunzi sasa hivi wamekuwa dili kuweza kuwapata, ili kuweza kuendesha hii kozi ya udereva itakuwa ni adimu kwaio, kwa upande wa serikali labda wa, wa, wateue kama chuo kimoja kwa kanda ya Ziwa ili kiweze kuendesha hii kozi ya ukufunzi wa walimu.